Next, Katunge, unajua nataka nimalize hii kitu niende bn ah. Mzuri sana madamu, wapi umekuja interview? Mimi anaitwa Subakarayo. Mimi amekuja interview, anataka kazi ya kubika. Oh, unaitwa Subakarayo um. Anaweza, Katunge. Umejua aje? Simuone tu, Katunge, mutu anaweza pika. Sunamuona tu madamu. Sasa umepika hoteli gani? Si mimi ni mama, kwani mama hajukupika? Hapana, unajua hapa tunatafuta mtu chap chap kwa sababu hii ni ya biashara ya hotel. Katunge, mbona namsumbua na uoni vile ameiva? Si kumaanisha si, mtu kama ameiva anaweza pika. Madam anaweza pika na ebuta na round Katunge, sasa shida ni gani sasa? Sitafanya interview kwa hiyo kazi. Si labda anakuja kubima saizi ya jikoni. Katunge, si tulisema tutafute mtu anaweza fanya naye usiku We ukuja unakuanga mchana mimi naingia naye usiku. Katunge sasa hizi ni tabia gani? Swali tumelewana wewe ulisema ukifanya kazi watu next. Next, wako lakini madamu ni ngoja hapo nje na kama tunge Madam, mimi ameenda kampuni mingi ameambiwa we will call you, lakini namba yangu lakini na Good afternoon.

Chef, ni ule m Nigeria, unaona na vile amevaa hata hiyo pochi yake umbu, huyu hana kitu, huyu atakuja hapa aanze kuiba. Sasa acha aimbe. Wewe unataka mtu akuje hapa akuje akuimbe? Katunga, unajua unashaona akili yako katunga. Unafika wewe, unafika. You start what? If you start work tomorrow, you want, I will blind your face. You want to start work tomorrow. I can even start. You are, you are, you are hired. You are fired. You can never regret. She has hired you, I fired you. I'm an intercontinental chef.